Na, ni weradhi washukiwa wanne wanaohusishwa na mtandao wa kimataifa wa usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA wamefikishwa mahakamani. Waliokamatwa ni, ni Rishad Abdulrahim Sheikh anayetajwa kuwa kiongozi wa mtandao huo, Mwamar Mutua Mohamed, mratibu wa usafirishaji wa dawa hizo, Adam Omar na Haji Nur Yusuf Mohamed. Uchunguzi umebaina, umebainisha kwamba uh, wamehusishwa na ulanguzi wa kimataifa akiwemo Jesse Damata Dos Santos raia wa Uingereza aliyekamatwa hivi karibuni jijini London, Uingereza akiwa na kilo shirini za kokaini. Jesse anahusishwa na Sheikh ambaye ana uraia wa Kenya na Uingereza. Washukiwa waliokamatwa katika maeneo tofauti ya Nairobi na Mombasa na wataendelea kuzuiliwa hadi Oktoba tarehe 29 mwaka huu kabla ya kesi yao kuanza rasmi